Majina anaitwa Herieth Samwel kinisi, ni kocha wa timu ya IAA Queens. Kwanza namshukuru namshukuru Mwenyezi Mungu kunipa ushindi wa leo. Mechi ilikuwa ngumu, lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tumeweza kushinda 61 kwa 35. Haikuwa kwa nguvu zetu, ni kwa vile wachezaji ma, wamefuata maelekezo tonloco anawapa wa kwa hiyo maelekezo aliyoyafuata katufanya tukapata ushindi mzito. Nawaahidi mashabiki wote wanaokuja kunishangilia, sitawaangusha. Kila mechi kwangu mimi ni finali, yoyote anayekuja akikutana na mimi ajipange, kwa sababu sijaja kufanya masiara hata hilo kombe nami nalihitaji na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu nitalichukua. Kwa mechi ya leo, ilikuwa lazima nipange watu wa kazi na watu wa mikakati, kwa sababu mechi ya jana ilikuwa sio ngumu kivile, lakini mechi ya leo ilikuwa ni mechi ngumu, kwa sababu tulikaa tukaiona mechi na nikajua kwamba ni wapi nimpange nani na ni nini akafanye, ndio maana ukaona kikosi kimebadilika. Lokna ni timu nzuri na uwezo pia tumelingana, lakini makosa madogo madogo tu ndio yamefanya o tukatokea kwa kupata magoli hayo 61 kwa 35. Na waahidi mashabiki wa IAA na Arusha nzima wasubiri kikombe kwa hamu kubwa sana, kwa uwezo Mwenyezi Mungu utakipeleka Arusha.